Baada ya hapo tuende kwenye sehemu ya kubadilisha password, kuangalia idadi ya watumiaji na kuwazuia pia. Sawa, kuwazuia kwa maana kwamba wasiweze ku access e, ruta yetu bila ruhusa yetu. Sawa, hatua ya kwanza utafuja kwenye sehemu ya wireless. Je, sehemu ya wireless hapa ukisha fika sehemu ya wireless hapa, utashuka chini, utakuta hapa imeandikwa jina fulani la ruta yako kwa mfano hii hapa inakuwa ara inaanza na jina la Ara. Ara inakuwaga inaandikwa ara zero mbili tatu. Kwa hiyo hii ara zero mbili tatu kwa ruta ya Tigo. Sasa, ya Tigo sasa hapa nazungumzia ruta ya Tigo, utakuja uifute, alafu utaandika jina lako kama mimi nilivyoandika hapa juu sasa. Alafu hapa, hapa chini utaandika pasedi yako, utaifuta ile ulioikuta, utaandika hiyo nayohitaji wewe hapa hivi ni kama labda unataka password yako isiani, router yako isiwe na password kabisa, utaweka nani hapo, kwa, uta save. baada hapo itakulo, itakutoa kwenye sehemu kwenye, kwenye ya router hapo ukibonyeza sehemu ya router hapa kuna kipengele cha reboot na kuna restore. Kwa maana restore hapa, restore factory settings, kwa maana kwamba ni kama na hii ruta yako naianzisha upya, kufuta zile settings zote, inaanza kama ilizotoka kiwandani, sawa. Lakini kwenye reboot hapo, kibonyeza reboot, ya maana yake unaiwasha ruta yako, yani unaizima ruta hapo na kuiwasha tena, au tuseme kwa ruta nyepesi ni kurestart, ndio sehemu ya reboot. Lakini restore kibonyeza restore, maanake ruta yako unaifuta kila kitu, inaanza kama ilivyotoka kiwandani, manake taanza setting zake upya. Si tumeelewana mpaka hapo sasa? Tukija hapa hapa kwenye kwenye wireless, rudi kwenye wireless ya kisha rudi hapa kwenye wireless, akuja sehemu ya advanced settings hapa, advanced settings Shakika, kwenye advanced settings hapa tunaenda kuseti idadi ya watumiaji na kama unavyojua hii router ya elfu moja na mia tano inaunganisha hadi vifaa au simu au idadi ya watu thelathini na mbili. Kwa hiyo ukibonyeza hapa chini utashuka mpaka namba ya mwisho ni thelathini na mbili, hawezi kuzidi hapo. Kwa hiyo zipo kubwa zile zinaenda mpaka sitini na nne. Kwa hiyo hapa kwa mfano mimi idadi ya watumiaji niloweka ni tatu. Kwa maana mimi sitaki kuzidi watu watatu mfano nataka nifupe mfano mmoja hapo, kwa mfano nimeweka idadi ya watumiaji ni wawili au tuseme nimeweka mmoja, sawa so? Nimeweka idadi ya watumiaji mmoja, aweka idadi ya watumiaji mmoja, sasa iko